Nimeitwa kwa ajili ya kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Nimeitwa kwa ajili ya watu ambao wako makanisani, wako kwenye nyumba mbalimbali za ibada wako misikitini, lakini wana maumivu makali sana ya maisha. Hao ndio watu ambao Mungu amenituma kwao, na wakikutana na mimi wawe na uhakika maisha yao yanabadilika, kwa sababu wakikutana na mtu wako aliyeitwa kwa jina la Bwana kwa ajili yako huyo mtu hahitaji kuuliza mbingu, anamuujiza tayari mkononi wa kukupa. Ndio maana ukisoma maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo kumi, anasema mtakapokwenda kwenye hiyo nyumba ya kondoo, kwa hao kondoo wa nyumba ya Israeli, mtakuta wameumizwa tayari wengine ni wagonjwa, wengine ni wafu, wengine wana mapepo, wengine wana matatizo mbalimbali ya kulogwa, anasema waponyeni. Mwaiko, soma Mathayo 10. Anasema na mstari wa pili anasema akawaita wanafunzi wake akawapa mamlaka ya kuponya, akasema ponyeni magonjwa eh? Akawapa mamlaka ya kuponya magonjwa yote. Mahali pengine anasema nendeni, mkaponye wagonjwa kafufue wafu, mkatoe pepo, yaani amewapa uwezo wa kufanya kazi wenyewe. Kwa hiyo anapokuja mtu ambaye Mungu amemtuma kwa ajili yako, jina Sara anakuja na majibu ya Sara zilizokwisha ameomba, mama yako amekuzaa amekuombea tokyo mdogo, maombi yote haya hajajibiwa, miaka nenda rudi. Sasa Mungu anakuja na mzigo yeah. Zawadi zako wa baraka zako ambazo umeomba vizazi na vizazi, na vizazi, najibu kwako. Ndio maana Mungu alimwambia Daudi, sio wewe ni Sulemani, Suleimani atakayejenga hekalu. Inawezekana hujapata wewe, hakupata baba yako, hakupata bibi yako, lakini Mungu aliweka akiba upate wewe. Kwa hiyo na kwa nini uta ni kwa sababu Mungu alipanga na daliza kwamba ni wewe. We umesikia ambacho babu yako hakusikia, umesikia ambacho babako mzazi, wazazi wako, mama yako na mtu yeyote hakusikia, lakini we umepata bahati ya kusikia sauti hii ya nabii, basi ni wewe ambaye uliandikiwa mema haya.